ni mahujaji kuwepo katika viwanja vya Makka, wataenda Mina, wataenda Arafat. Lakini na sisi tuliobaki, tutakuwa na Eidul Adha na kutakuwa na ibada ya kuchinja. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema katika hadithi aliyetoa Imam Muslim katika sahihi yake

utakapoingia mwezi wa Dhulhijja, utakapoingia masiku kumi ya Dhulhijja, kuanzia Dhulhijja moja, akawa mtu ana nia ya kuchinja, basi mtu huyo hatakikani kukata nywele zake au kupunguza kucha zake, hatakikani kukata nywele zake au kupunguza kucha zake. Amesema hata yudhahi mpaka atakapochinja. Na hukumu yake kwa madhhabu ya Imamu abu Hanifa kwamba niha..., ni mubah kwamba hakuna shida, kwamba hakuna shida, lakini kwa madhhab Imamu shafii na Imamu malik huwa ni jambo

anania kuchinja udhhia basi si jambo zuri ikiingia mwezi mosi dhilhija kukata nywele zake au kupunguza kucha zake ikiwa na nia hiyo ya kuchinja basi leo nadhani ni ishiri kwa hiyo kesho inaweza ikawa moja au tukaamilisha 30 ana uwezo wa kukata nywele zake leo ana uwezo wa kupunguza kucha zake leo, kwa sababu kesho ihtimali ikawa mwezi ukandama, ikawa ni dhilhijja moja. Haya ni maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anayetaka kuchinja. Na vile vile inawezekana mtu akatuma mtu amchinjie, hakuchinja yeye, lakini alichinjiwa na mtu kwa niaba. Kwa hiyo hata huyu ambaye anachinjiwa ametuma pesa sehemu achinjiwe, au amwagiza fulani amchinjie yeye, huyo anayechinjiwa pia ana hukumu hiyo ya kuwa ni makuruu kukata nywele au kupunguza kucha. Na nywele ni zote, nywele za sehemu yoyote, nywele za kichwa na nywele za makwapa na nywele za katika maeneo ya siri, yote inaingia katika hukumu hiyo. Taibi, ikitokea mtu amekata labda kajisahau au hivi, ikitokea mtu amekata, hana kafara yoyote, lakini atakuwa amefanya jambo linalochukiza la kulaumiwa, lakini hana kafara yoyote, kwa sababu ni jambo ambalo ni mustahabu, ni sunna na wala sio wajibu. Kwa maana mtu akifanya jambo hili anakuwa anapata thawabu la kutokata nywele na kupunguza

Kwa sababu ni miezi ambao au ni masiku ambayo nahitajika watu wakithirishe kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, azkar takbira mbalimbali. Ni masiku ya ibadati, kwa kweli ni masiku ya ibadati. Hayo yataelezwa katika kalima mbalimbali za dhuhuri za alasir, na baadhi ya siku kutakuwa na nadawati ambazo zitafanywa na mashaikhi mbalimbali. Katika msikiti huu utakuwa na nadwa kesho inshallah, Jumatano na vile vile kutakuwa na nadwa Alhamis, vile vile kutakuwa na nadwa Jumapili wa hakaza, mpaka pale ambapo tutamaliza masiku haya na kuingia katika ibada ya Eid, biidhni llahi azza wa jalla. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hii ni Wajawema Online TV, online TV. Hapa -ha ni elimu tu.